Ni makala maalum kwa jina Blood Parliament iliyofichua kwa mara ya kwanza maafisa wanaoaminika kuwaua vijana watatu wakati wa maandamano ya kupinga mswada wa fedha mwezi Juni mwaka uliopita. No! No! No! maafisa hao ni John Kaboe, ambaye katika makala hayo anasikika akitoa maagizo kwa wenzake, na dakika chache baadaye afisa mmoja anaonekana akitekeleza agizo hilo matokeo yake yakiwa vifo vya Erikson Mutisia na David Chege. Afisa mwingine aliyefichuliwa ni huyu anayeonekana amevalia mavazi rasmi ya kijeshi. Baada ya uchunguzi wa picha zaidi ya elfu tano afisa huyo anapatikana akimfitulia Eric Shienyi risasi kichwani na kumwangamiza papo hapo. Ijapokuwa makala hayo yaliweka wazi kuwa maafisa wakuu serikalini walidinda kuzungumza walipotakiwa, serikali kupitia kwa msemaji wake Isaac Mwaura imejitenga na kauli hiyo. Who did the documentary should have sought a government opinion on the same so that they can be fair and balanced and so that we can have a proper story. Uh, that also shows the two sides of the situation. Na japo Mwaura anasikitikia mauaji ya waliopoteza maisha yao kinyama, anasema serikali ilipaswa kupewa nafasi angaa kuzungumzia madai yaliyoelekezewa baadhi ya asasi za usalama. Uh, you know, for example, they show a parliament being burnt, but they don't show who is doing it. Uh, they they seem to minimize the uh, you know the the, the various uh, you know the vandalization that happened in parliament. Baada ya makala hayo, watetezi wa haki za kibinadamu wameendeleza shutuma dhidi ya serikali kuhusu mauaji hayo. Mpaka wa leo, mambo yako wazi, Majenzi. Waliuawa, waliuliwa, walikufa, wengine wamepotezwa. Inaonyeshwa dunia nzima, na hatuoni serikali ya Kenya ikitikika, hatuoni wakishtuka. Wito wetu ni kwamba serikali ya Kenya it needs to review the powers that have been given to the IPOA. Hatuwezi kusema kwamba IPOA ni independent yet they cannot arrest these people. You cannot tell someone who is independent who does not have a weapon, who does not have even a handcuff to go and arrest someone who has a weapon, who is above them. Who will arrest the KDF? Majenzi wakati ndio sasa, kwa sababu ile documentary ya Blood Parliament imeonesha dhahiri. Kwamba hatuna viongozi, hatuna watetezi. Kwa hiyo lazima tuamke, tusimame kidete kama Wakenya pale ambapo panakoseka, tuamke, tuingie barabarani, tuitishe haki zetu zaidi na zaidi. Haya yanajiri huku ikibainika kuwa maonyesho ya makala hayo kwa umma yalisitishwa kutokana na shinikizo kutoka kwa serikali. Victor Kayanda, Undugu TV.